Hii ni Bibilia Bard, somo la sabini na tatu sitiari za Bibilia, sehemu ya tatu kusudi. Habari na siku njema. Hii ni Bibilia Bard. Bibilia Bard ni msimuliaji wa diti anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Bibilia inasema kuhusu ni nani Mungu na ni nani mwanadamu somo hapa ndio mahali tulipo leo katika podcast hii, sehemu ya tatu ya somo ilianza katika podcast ya pp Bible Bard 27 na Bible Bard 48. Tunaangalia ane Biblia, jinsi Biblia inavyotumia sitiari ili kutusaidia kuelewa uhusiano wetu na Mungu. Kumbuka Mungu ni Roho na hivyo kulingana na moja Timotheo moja mstari wa kumi na saba na Timotheo sita mstari wa kumi na tano Hii ina maana sasa, kwa mfalme na wa milele asiyeweza kufa asiyeonekana, Mungu pekee iwe heshima na utukufu milele na milele, amina. Ni nani pekee peke yake asiyeweza kufa na anayeishi katika nuru isiyoweza kukaribiwa, ambaye hakuna mutu aliyemuona au asiyeweza kumwona. Heshima na uwezo una yeye milele. Amina. Ni vigumu sana kwa mwanadamu wanaoweza kufa wanaonekana wa kimwili kuelewa mambo ya Mungu wa milele asiye kufa asiyeonekana. Ili kutusaidia, waandikaji wa Biblia wa utoa mafumbo mengi. Zaburi tisini na tano mstari wa tatu, Zaburi sita mstari wa saba inatuambia mafumbo matatu yanayohusiana na Mungu. Kwa maana Bwana ndiye mfalme mkuu. Njooni tusu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana muumba wetu. si tu watu wa malisho yake, kondoo chini ya ulinzi wake. Maoni tuna uhusiano na Mungu akiwa mfalme wetu, muumba wetu au mchungaji Maraki mmoja mstari wa kumi na nne natuambia Mungu ni mfarme, kwa maana mimi ni mfarme mkuu asema Bwana wa majeshi. na china langu ni la kuogopwa kati ya mataifa. Maoni, sitiari inasema kwamba Mungu ni mfarme anatumiwa mara kwa mara ili kutusaidia kuhusiana naye. Wale wasiomcha Mungu wana hatari kama hiyo ikiwa wangesimama mbele ya mfalme wa kidunia na kukosa heshima. Yakobo nne mstari wa kumi na mbili inatoa sitiari ya Mungu kama hakimu: mtoa sheria na mwamuzi ni mmoja tu ndiye awezaye kuokoa na kuharibu maoni. Sitiari kwamba Mungu ni hakimu inatumiwa kutusaidia kuhusiana naye kama mamlaka. Waebrania kumi na mbili mstari wa ishirini na tatu kichwa cha habari kwamba Mungu ni hakimu kinatumika kila mara katika Bibilia, mumejia Mungu hakimu wa wote. Saburi 33 mstari wa kumi na tatu, mpaka kumi na, na tano Mungu ni mwangalizi wa mwanadamu: Toka mbinguni Bwana anatazama chini na kumuona mwanadamu wote akiwa katika makao yake, uwatazama watu wakaao juu ya nchi, yeye ulauiumbaye mioyo ya watu wote afikirie so, yote wayatendayo wa, maoni. Sitiari inayosema kwamba Mungu ni mlinzi inatupa wazo la kwamba Mungu yuko siku zote na hatuwezi kumficha chochote. Sitiari hii inatuambia tuhusiane na Mungu kwa ukweli na uwazi kwa kuwa yeye anajua kila kitu tunachofanya au kufikiria. Ezekieli thelathini na nne mstari wa kumi na tano mpaka kumi na sita. Mfano wa mchungaji pia hutumiwa. Mimi mwenyewe nitachunga kondoo wangu na kuwarasa, asema Bwana Mwenyezi. Nitawatafuta waliopotea na kuwarudisha waliopotea, nitawatafuta, nitawafunga waliojeruhiwa na kuwatia nguvu walio dhaifu, lakini walio maridadi na wenye nguvu nitawangamiza. Nitalichunga kundi kwa haki. Maoni: sitiari kwamba Mungu ni mchungaji ina maana mbili zinazowezekana: Mungu ni mchungaji anaye wapenda na kuwalinda kondoo, na Mungu ni mchungaji mwenye uwezo juu ya kondoo ili kufanya maamuzi ya haki kuhusu shughuli zao. Isaya tisa mstari wa sita tunaambiwa kwamba Mungu ni mshauri. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwana mume na uweza uweza wa uf, kifalme atakuwa begani mwake naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Maoni sitiari kwamba Mungu ni mshauri inafunganishwa na maneno mengine ya uwezo wa Mungu, umeli umilele wake wa kwamba tukimsikiliza yeye huleta amani kupitia sauli lake. Majadiliano. Uchambuzi wa fasihi ya maandiko ya Biblia ni muhimu sana, kwa sababu sitiari katika maandiko maandishi kutoa dirisha katika ulimwengu wa kiroho ambayo hatuwezi kuona na kuelewa. Kulingana na kifungu, tunapaswa kuruhusu habari hii ituongoze jinsi tunavyo uhusiana na Mungu kwa mfano katika Saburi eh, ams, sabini na tatu mstari wa ishirini na nne andiko hilo linasema unaniongoza kwa shauri lako, kisha utanipeleka kwenye utukufu. Katika mtari tatu mstari wa tano mpaka sita kifungo kinaongeza Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, yeye atayanyosha mapito yako maoni. Mwongozo wa Mungu unasema kwa mfano ili kufanya njia yetu ngumu maishani iwe rahisi, nyoosheni mapito yako katika Zaburi thelathini na mbili mstari wa nane na Yakobo moja mstari wa tano tunaambiwa kwamba Mungu anapatikana kwetu ikiwa tu tunamtafuta: nitakufundisha na kukuonyesha njia atakayoiendea, nitakushauri jicho langu la upendo likiwa juu yako. Lakini mtu wa kwenu akipu gukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu anapewa wote kwa ukarimu bila kuwalaumu naye atapewa. Je, kuna mahali katika Biblia ambapo nyakati fulani ni vigumu kutambua kile ambacho andiko linazungumza? Ndio sipo, lakini maandishi yana chawa na sitiari za Biblia ambazo hatupaswi tu kuyapuuza au kuyapuuza. Tunapaswa kufikiria jinsi tabia yetu inavyopaswa kuwa ikiwa tunachukua sitiari kama mwongozo wa kuishi. Ikiwa Mungu ndiye mchungaji wetu, tunapaswa kuwa na uhusiano gani naye? Ikiwa yeye ni mfalme wetu mwamuzi wetu, mpati sheria wetu, mshauri wetu, tunapaswa kumukaribia jinsi gani? Mutasari lugha ya kisairi na ishara katika Biblia ni lazima kuleta mkanganyiko. Wanaitikadi ufanya makosa kadhaa, mara nyingi uenda zaidi ya yale ambayo ma ishi husema kihalisi, kwa kuliongezea au kwa kuondoa maana yake wazi, au wapuuza tu muktadha halisi na kifasiri matini kiishara ili kufanya kifungu kiseme kitu wanachotaka kisemwe, wakati itikadi inaposhinda maandishi yenyewe au wakati tafsiri inapoongana na maana halisi ya hadithi, tunapaswa kujihadhari. Wakati wowote mwalimu anapopendekeza kuwa hadhira ni ya kijinga sana au isiyo na elimu ya kuweza kuelewa wao wenyewe ni nini Mwenyezi Mungu, mfumbuzi wa lugha ni kwa maoni yao, anaye jitahidi kuwasiliana. Huyu ni mwalimu au shirika lisilostahili kuaminiwa. Kila mwanadamu anapenda, anapendwa na Mungu na kwa hiyo anaweza kuelewa Mungu ni nani, kwa sitiari katika maandishi. Kusaidia hilo kutokea, ndio Mungu anasiri au mambo ambayo hayajafichuliwa kwa nyakati tofauti tofauti, lakini yote ambayo umefafanua juu yake mwenyewe na mwanadamu yanapatikana katika maandishi ya Biblia, ambayo kila mtu ulimwenguni anaweza kupata na kusoma katika lugha yao wenyewe. Itimizo Biblia Bari inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia pale ni ya habari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana inayowasilisha kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubaliana na kukubaliana na matamshi ya Biblia viunganizi Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha mada fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podikasti ya Biblia Bard ni ya habari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana inayowasilisha, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibibilia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au haukubaliani na matamshi ya Biblia Bard. Asante mapema kwa kufuata na kushiriki maudhui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Pad kama ifuatavyo. Unaweza angalia kwa website ya Biblia Pad www.bibliapad.org kwa ruwa zingine: SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Lambo, Spotify, TikTok, Tamra na Twitter. Asante kwa kunisikiza.